Hamjambo, marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Leo kama mnavyoona, tunajifunza kuhusu herufi herufi kubwa na herufi ndogo. That is letters. Capital letters. Capital and small letters. And I know you don't have much trouble with capital letters, right? Kwa sababu wanafunzi wengi hutatizika kukikuja ni herufi ndogo, and I want you to have a very beautiful beautiful handwriting. As beautiful as you are

Sasa kwa mfano nikiwa nikiamua niandike herufi kubwa ya M. Kwa mfano nataka kuandika jina ya Masi, nikikuja hapa niseme Masi, hii si herufi kubwa, kwa sababu ni herufi kubwa nam, lakini mwandiko wako sasa hautakaa vizuri. Tunaelewana? Because there has to be a different, kwa sababu sasa nikiandika Masi kisha nije niweke E. Tunaona huo mwandiko haufurahishi, hauvutii hata kidogo. Kwa hivyo siri ni natafuta kifutio changu, acha tuchukue kifutio haraka. Haya, samahani, kifutio kilikuwa kimejificha. Kwa hivyo siri ni, unaandika herufi kubwa ili tuone herufi zako vile ambavyo zinakaa. Lazima tuone herufi kubwa na herufi ndogo. Mwanafunzi ambaye ana hati na thifu anaonyeshana herufi zake vizuri, herufi kubwa na herufi ndogo. and because you don't have a problem with capital letters or do you? takuja kwa herufi ndogo ambazo tutaandika pamoja, si ni kweli? Kwa hivyo, wacha tuandike herufi ndogo, na nataka tuziandike zote kwanza, kisha nitakuonyesha vile ambavyo unafaa kutoa hizi herufi. Kwa hivyo, first we will write a normal writing just a normal one and then we'll perfect our handwriting sawa. Haya, kwa hivyo tukiangalia herufi ndogo hapa, tuna twende pamoja, tuziseme pamoja

Sasa huyu ni mwanafunzi wa kawaida huyu ni mwanafunzi wa kawaida ambaye hajafunzwa herufi ndogo, hajafunzwa kuandika kwa hati nadhifu. Sasa hizi herufi zetu nataka tuzigawanye. Mara ngapi? Tuzigawanye mara tatu. Tukizigawanya mara tatu, ya kwanza tutasema tuna herufi za kati. Herufi za kati are the ones we call grass letters. Aha. Kwa hivyo tutakuja hapa, tuandike herufi za kati herufi za kati ni grass letters sawa, wacha hata tuandike hapa grass letters, ili usisahau. grass na unaona sasa, Bi Mercy anataka kuwachanganya. Wacha tuandike vizuri vile inavyofaa grass letters. Aha, sasa tuna grass letters. Grass letters are the letters, so this is your grass. This blue line is your grass. So grass letters ni herufi ambazo zinakalia tu grass. We just sit on the grass sawa sawa. Kisha baada ya herufi za kati, nataka tuende kwa herufi papasi. Herufi papasi, wacha tuje tuziandike hapa herufi. Aha. Si unaona vile sasa Bi Mercy anakumbuka kuwa anapaswa kuandika kama mwanafunzi ambaye amesoma hati herufi papasi herufi papasi. Ni herufi zipi herufi papasi? Are sky letters. Tuandike hapa sky letters. Sky letters ni herufi papasi, na tukimalizia, tuna herufi zenye mkia. Mkia is a tail, mkia is a tail, herufi zenye mkia. So kwanza sijawaeleza sky letters. Sky letters Are the ones that go to the sky. Sky ni wapi? Juu. So it has to touch this blue line at the top. Kwa mfano unaona hizi? They are touching the blue line at the top. Sky letters. Halafu mwisho wetu tuna herufi zenye mkia kama nilivyosema, tutaziandika hapa herufi herufi zenye mkia. Herufi zenye mkia, mkia means tail. Kwa hivyo herufi zenye mkia ni nini? Ground letters. They go to the ground. To the ground. Kama G. Ground. Y. Ground letter. Inateremka. Herufi zenye mkia. Tukuje hapa tuseme. Ground letters. Aha. Sasa tuna aina tatu. Herufi za kati, grass letters. Herufi papasi, sky letters, na herufi zenye mkia, ground letters. Sasa nataka uangalie. Sasa huyu mwanafunzi, nataka tumkosoe, sawa? Haya basi, kwa hivyo tuje hapa, tutuacha tutumie hii kalamu. Tukiangalia a. A Ni, ni ya kati papasi ama ni ya mkia? a is a grass letter. Vizuri sana. Kwa hivyo tutakuja hapa tuandike a. You see how my A sits on the grass very demure. Aha. A ikalie nyasi tuende kwa b. B ni nini? Angalia b ndiyo hii hapa b. B ni nini? b is a sky letter. Herufi papasi, herufi kwa sababu inapanda juu. Kwa hivyo tutakuja hapa tuandike b and it has to touch the blue line Aha. Boo. You see and it also has to sit on the grass yeah, sits on the grass and touches the top line. Kisha twende kwa ch, kuna moja ambayo ni ya kati hapa grass letter C na H ni sky letter. Wacha tu tuziandike hivyo, si ni kweli? Ingawa hatuna si katika lugha ya Kiswahili, lakini ili usichanganyikiwe, wacha tuziandike hivyo. Kwa hivyo cha itakuja hapa moja Alafu nyingine itakuwa hapa ambayo ni papasi. Unaziona? Alafu tuje kwa da. Da is a sky letter, sits on the grass and then goes to the sky. Wacha tukosoe hapo, ehe. Kisha twende kwa e. E is a grass letter, ehe, unaona vile inakalia grass. Kisha twende kwa fa. Fa is a sky letter kwa hivyo itakuja tu hapa alafu italala hapo. Kisha tuna g. G is a ground letter, let's go to the ground, touches the grass and then goes to the ground. Remember it has to be halfway on the ground. Haya, kisha tuna h. H is a sky letter. Nam, kisha tuna e. E is also a sky letter kwa sababu kofia yake lazima iguze hapo juu. Haya, na vile vile, j sasa ni ground ground kwa sababu inashuka chini. Kisha tuna k, ndio hii k is slightly sky, and then the other part is grass because the k part has to go there. Unaona, halafu tuna la la pia ni herufi papasi, hivyo imefika kweli, haijafika na si unaona, mimi najikosoa Nikikosea ninajikosoa. Aha, tunaenda hivyo. Kisha tuna ma. Ma, m is a grass letter. N is also a grass letter. O is a grass letter. hiyo o ya Bimasi imekataa. O is a grass letter. Aha, p is a ground letter.

na mwishowe tuna z, a grass letter. Sawa sawa, natumai umeelewa kufikia hapo. Sasa nataka tukosoe huyu mwanafunzi, tuandike vizuri. Si unaona kama hii hazipelekani vizuri? Kwa hivyo utakuja hapa sasa, tukosoe herufi zake zote. Herufi ndogo tutaandika pamoja, kwa sababu sasa mimi na wewe tumeelewa kuwa kuna herufi papasi, kuna herufi za kati na kuna herufi zenye mkia. Haya, twende sasa tuandike. Kwa hivyo tutaanza na a, a. Tuandika hapa a, because a is a grass alafu tuna ba. Remember there's an imaginary line here that's why my letters are not too small and they are not too big

haitatoshea kwa hivyo, lazima tutaandika hapa. Uh, mimi huhimiza wanafunzi wangu waruke mstari, lakini kwa sababu baba wangu hauna hiyo nafasi, tutaendelea tu. Haya, tuna I J, kisha tuna K hapa. K is a sky letter. K, kisha tuna la, L alafu M, N, O is a grass letter. Kisha tuna P is a ground P, R is a grass. S, grass. C, sky. Alafu tuna U grass, V, grass. W grass, alafu Y, samahani, wacha tuiposoe so, eh? Y ground, na mwishowe tuna Z, sawasawa? Sasa hizo ndizo herufi zetu, herufi ndogo. Kumbuka nimekuambia unapotaka kuandika sasa kama ni herufi kubwa. If you are to write a version of herufi ndogo, tuandike herufi kubwa. The secret is how such both lines. Kwa hivyo tutasema he -ru -fi kubwa. Tumeona Now there's a difference herufi ndogo na herufi kubwa. Na hilo ndilo somo letu, wanafunzi, natumai umejifunza jambo moja au mawili. Kwa heri ya kuonana, uendelee kuandika vizuri na uwe mwanafunzi mzuri anayetumia hati nadhifu.